Ndugu zangu Waislamu, yeah. Kukhalifu mwenendo wa kiislamu ni sababu ya mabalaa. Kufuata mkumbo ni sababu ya kuangamia. Kutosikiliza maelekezo ya mashaikh na maduati yeah, ambayo yana dalili za wazi za Qur'ani na Sunna ni sababu ya kukombwa na mawimbi, kudanganyika na mitandao na maneno ya watu yaliyopakwa rangi nzuri, lakini yenye sumu kali, kuhadaika na maneno hayo

za watu wema zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenendo wake. Mtu huyu akawa ni tabi' likulli na'iqin, ni mfuasi wa kila mwenye kupiga makelele. tabtube sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwa imma na imma ni bendera fuata upepo, ni mtu ambaye hufuata mambo kibubusa. Mtu huyo anaacha mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, maelekezo ya wazi kabisa, anafuata maelekezo imma ya kufaa manasara au mulhidun, watu wasiokuwa na dini au fajara au fujar wakajinasibisha na dini, lakini ni fujar, watu waovu. Akaacha hadithi za wazi, za wazi za mtume sallallahu alaihi wasallam, aya za wazi ambazo zinatajwa kwa kusudi, akaona mwenendo bora ni mwenendo wa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenendo wa viumbe. Allah anasema fa inna lahu maishatan lanka, mtu huyo atakuwa na maisha ya dhiki.

ya duniani pamoja na barzakh na Al-Imam ibnu jarir At-Tabari rahimahullah amesema, Fa inna lahu maishatan dayiqa, mtu huyo mwenye kupuuza mwenendo huo ana maisha yenye kumbana, maisha mabovu, maisha ya dhiki, atapatwa na kila aina ya dhiki wldhanku min almanazili walamakin walmaaish, kibano hicho kitapatikana katika majumba, katika chakula, katika maeneo mbalimbali, itapatikana dhank. Na hii dhank ni ya ujumla, ni ya watu wote, kwa sababu watu wanapofanya munkar halafu hawakatazani munkari, huo huenea. Kwa sababu hiyo, ndiyo maana sisi Waislamu katika swala la amani, kwa sababu sisi ni wananchi pia wa nchi hii, ni sehemu ya nchi hii, tunahitaji kuishi kwa amani, tufanye biashara zetu, watoto wetu wakue kama ambavyo sisi tulikuzwa na wazee wetu tufanye ibada kisawa sawa. Allah akikadiria umri wetu umeisha, tukaridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni sehemu ya nchi hii. Sasa anapotokea mtu akaharibu amani, usiseme kwa nini mashekhe wanazungumza. Ni kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii hii ni kwa sababu ya kitokea kutokea wote tunadhurika. Tulikosa kuswali swala ya Ijumaa hapa moja katika jumaa katika mji huu. Watu walikuwa ndani, wengine walilala na njaa siku mbili, siku tatu, kwa sababu ya kuzuia sababu iliyotokea. Sababu ya hayo ni kwa sababu kulitokea shari, kulitokea fitna iliyochochewa na watu ya uvunjifu wa amani. Sasa watu hao wamekuja tena kwa mbinu ile ile, kwamba wanataka wavunje amani kwa madai kuwa eti wanaandamana maandamano ya silimia maandamano ya amani, kana kwamba mwanzo hawakusema kuwa ni maandamano ya amani, kana kwamba Ayuha almuslimuni, lazima tuwe wafuatiliaji wa mambo kwa ukaribu sana, ili tusidanganyike kiurahisi. Kwa nini baadhi ya mashehe wameongea na matamko, japo wengine wame, wamevuka mipaka kidogo, lakini kwa nini wameongea? Ni kwa sababu, kwa wanaofuatilia na wanaojua, wanajua hayakuwa maandamano ya amani na yalipangwa yasiwe ya amani kabla hata ya kutokea hayo maandamano, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna akili timamu. Lakini pia kilichotokea sote tunakiona, hakuna ambaye hajaona. Ayuha muslimun, nataka nikusikilizishe maneno ya mtu mmoja ambaye ni padri au askofu anajiita wa kanisa moja linaitwa ABC. Wengi hamkumsikia huyo, na mimi nimepata hizi habari kwa askofu mwingine, kwa kufuatilia toba mitandaoni. Kila kitu kiko wazi, sio kwamba labda kificho huko kienda hata wee, unaona sasa hivi kwa askofu mwingine. Huyo askofu mwingine huyo ndiye alinifanya nifike kule kwa huyu na hapa, ujue kwa nini waislamu wanalaumu kitu kinachoitwa tek ya Katoliki. Kwa sababu askofu huyu anasema wao wamehusika asilimia tisini na ushahidi kauweka, na pia kwa sababu waislamu asili kila wanapotaka haki yao, achilia mbali haki zingine, wao waislamu wanapodai haki yao hawateki, huisema serikali msiwape. Na hili limetokea kwenye mahakama ya kadhi mwaka elfu mbili na kumi na tano na wote mnajua waliandika waraka na madhehebu mengine yaliingia, lakini mshawishi mkubwa ni teki wanaiamrisha serikali isikubali mahakama ya kazi ambayo haiwahusu wao. Ndio maana waislamu wanaisema teki kio kwa, kwa sababu teki inakaa mbele yetu katika haki zetu. Tunapodai sisi haki zetu, wao wanazizuia, halafu wao wanapodai mambo yao wako smati, wanaenda kwa kwa gia ya wananchi wote, sio wao. Tunapotaka sisi wako wazi kabisa, wanazuia. Na rejea iko, ukisearch hapo kwenye Google tamko la hawa maaskofu 2015 liko wazi, wanaiamrisha serikali, wanasema msipofanya hivyo hatutopiga kura ya, ya katiba mpya. Amri na kweli jambo likafa. Kwa hiyo wanazuia haki zetu kusudi, ambazo haziwadhuru na nchi nyingi zina ukali na hauwadhuru na si za Kiislamu, kusudi wakazuia. Sasa unata, wewe unataka vipi sisi tuwazungumze vizuri watu kama hawa? Sasa sikiliza. Kuna mtu mmoja huyu askofu aliyesema ambaye Askofu Ikongo amemtaja mtu huyu na amemweka, anaitwa, huyu mtu anaitwa Askofu Kabigumila, anaitwa Askofu Kabigumila, huyu mtu aliamrisha waandamanaji ambao wanasemekana wataandamana tarehe 29 wachome vituo vya kupigia kura, nyumba za polisi, magari ya baadhi ya wa wafanyabiashara, kwa sauti yake kwenye YouTube yake binafsi, mpaka sasa ipo, yasio sio kwamba labda kitu cha kimepotea labda, wanafanya kitu ipo, hata wewe ukiingia unaiona. Na akasema atashangaa Wakatoliki wakishiriki kupiga kura. Kwa nini hawataja Wakatoliki? Naomba tumsikilize sauti yake, mimi nawekea sauti yake kwa sababu ipo na. Na sasa kwa sababu ametuchokoza, wa inasisitiza wale mnaokaa karibu na vituo, na vituo na nyumba za polisi.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 amezungumza haya maneno yakayarusha kwenye YouTube kwenye akaunti yake ambayo ina wafuasi zaidi ya elfu sabini na mbili na na baada ya hapo, Askofu Ikongo anasema huyu jamaa alitafutwa na polisi halafu akatoroshwa na Wakatoliki akapelekwa kwenye kanisa la pale Kurasini alafu baadaye akatoroshwa Nairobi. Anazungumza Askofu Ikongo huyu, msikilize kidogo maandamano yalikuwa anasimamiwa na mtu gani? Kuna maandamano ambayo hayana kiongozi, lakini je yalifanyika hayo maandamano? Nyie maaskofu wa teki mnaotoa waraka wa kuonyesha kana kwamba mambo haya yameratibiwa na watu wengine, wakati nyie ndio mmeyaratibu. Sasa ngoja niwaambie, tarehe ishirini na tisa Oktoba kilichofanyika zile vurugu zote zilizofanyika kuchoma yalikuwa ni maelekezo, haikuwa ni maandamano, ilikuwa ni maelekezo, yalikuwa ni maelekezo. Maelekezo yametoka tarehe ishirini na tano. Kiongozi wa dini ametoa maelekezo tarehe ishirini na tano, tarehe ishirini na tisa Oktoba hiyo nani vurugu zikafanyika, na maelekezo yote aliyo yasema tarehe ishirini na tano ndio yaliyofanyika tarehe ishirini na tisa, na huyu ni kiongozi wa dini ambaye baada ya kufanya tukio hili, baada ya kutoa maelekezo hayo tarehe ishirini na tano, alipokuwa anatafutwa na jeshi la polisi mlimficha. Na sasa mmemwondoa, amekimbilia Nairobi, yuko hapo Nairobi sasa hivi. Sasa angalia maelekezo aliyoyatoa na jinsi mlivyomwelekeza, nenda kaseme hivi kaseme hivi. Angalia, nataka uangalie hii klipu, uangalie uone haya anayoyasema huyu kama sio maelekezo maana ameyasema tarehe tano na utekelezaji tarehe tisa Oktoba. Yaani ndani ya siku ngapi? Siku tatu tu vijana wakatekeleza. Kwa nini? Kwa sababu tayari kulikuwa na vijana wamejificha wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi ambao wamekaa ndani ya makathedro yenu wa Katoliki, mmemweka mkamchukua mchungaji ambaye mmemuhonga hela na ni kiongozi wa dini mwenzenu mkawambia katoe maelekezo katoe nani katoe ma, mambo haya, na akaenda akatoa maelekezo na yakatekelezwa. Sasa leo mnayabatiza jina kwamba ni maandamano wakati ni maelekezo. Hebu msikilize vizuri hapa, msikilize kabisa kwa umakini alafu mniambie, wale mnaokaa karibu na vituo na, na, na, na nyumba za polisi, soma nyumba zao vituo vya vya mafuta hivi vya Lake Hoyle. Choma moto, choma mwendokasi hizi za mofati, zi, za kijani choma zote, chomeni kachomeni vituo vya, vya kupiga kura, choma vituo vya kupiga kura. Baada ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu huyu Bigumila anavyoongea kwa maelekezo yake, hamwezi kuona kwamba hayo ndio maelekezo yaliyofanywa tarehe 29? kuna maandamano hapo, kiongozi wa dini mkubwa ambaye anaheshimika ndani ya nchi hii ametoa ha maelekezo hayo mliyoyasikia, na alipoeleza ndivyo ilivyofanyika. Amesema kachomeni petrol station zote, choma watu, wamechoma tarehe 29, tarehe 25, hiyo hiyo amesema chomeni vituo vya polisi, na umeona wametekeleza maelekezo yayo, wamechoma vituo vya polisi. Sasa mimi niwaulize nyie viongozi wa watek maskofu arobaini na moja niwaulize nyie ambao ni wasomi wa ambao, tuseme ukweli, wala tusidanganyane. Hivi kweli katika vile vituo vya polisi, vya nani vya vituo vya, vya, vya, vya petrol station ambavyo vimechomwa vya mafuta havina walinzi? Unataka unaambia petrol station za Tanzania hazina walinzi? Wako walinzi tena, wako pale unakuta walinzi wawili wamekaa na wako na silaha. Sasa nataka niwaulize maelekezo haya ya huyu kiongozi wa dini kuwaelekeza vijana na vijana wakaamua sasa kutekeleza hayo maelekezo wakaenda katika utekelezaji wake, wakaingia kwenye petro station, wakaanza kuchoma kwa sababu kiongozi wa dini amesema. Sasa wameshachoma wamemaliza. Nataka niwaulize nye, viongozi wa teki, hawa walinzi wa vituo vya mafuta ambao wamekaa na silaha na watu wanakuja kuchoma kituo cha mafuta kabisa, wanakuja kuchoma moto. Sio moto wa bahati mbaya kwamba utapiga simu zima moto ije. Askari wamekaa pale, watu wanakuja na wako na silaha, na wanalinda kituo chao cha mafuta, alafu watu wamekuja kuchoma, unategemea hao watu au askari wanaolinda kituo cha mafuta, wewe padri wewe askofu, wateki mko 41 mnategemea wale askari wanaolinda kituo cha mafuta waseme yeye karibuni sana chomeni, alafu wawachekee tu? Mnategemea hilo? Ndugu Waislamu, jambo liko wazi, jambo liko wazi. Tarehe ishirini na tano yalitolewa maelekezo ya kwamba wanaodaiwa wanaandamana wakachome moto. Kwa aslan, sisi tunachosema, tunaposema maandamano hayafai, kwa sababu ndani yake yanabeba nia mbaya. Unaweza ukasema ni ya amani, lakini kuna watu wamepanga mambo yao. Wewe unaenda kwa nia ya amani, wenzako wanakuja kwa nia nyingine, kama ambavyo huyu anaitwa Askofu Kagumila something, jina kama hili, amezungumza. Sasa unataka nini zaidi ya hapo? Kwa nini hamtaki kusikiliza maelekezo ya mashaikh? Kwa nini mnataka kusikiliza tu wana harakati wa wana harakati, wa mtandaoni? Mashaikh wanazungumza kutokana na ilmu, kutokana na dalili ya Qurani na Sunna. Mnatishiwa si PhD. sasa kama PhD mfano kafanya PhD sasa, ya ngoma sasa itamsaidia nini? Yani kama kaandika, kuandika, unaandika sasa unaandika kuhusu ngoma jinsi ya kupiga ngoma vizuri, vinanda vizuri kanisani, hiyo PhD wewe inakupa elimu gani? Ndugu Waislamu, kitu ambacho wamefanya na ambacho wanaendelea kudhamiria kukifanya ni ufisadi katika ardhi, na Allah subhanahu wa taala anataka watu tufuate haqi wa wala sio mafisadi. Qala taala, walau ittabaa alhaqu ahwaahum

haki ni kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa taala, anayewajua waja wake kwamba zikija fitani, jiepusheni, jiepusheni na kufanya khuruji kutoka katika toa ya mtawala, kufanya maandamano, kwa sababu kunaleta shari kubwa. Kinachoangaliwa ni shari kubwa kuliko maslaha. Na cha ajabu, kuna watu ni qada qada. Amesema alimamu Ibnu Hajar rahimahullah, qada ni kina nani?

ni wale ambao wanalingania tokeni mitandaoni, tokeni andamaneni, halafu wao kimya na watoto wao, bali wao huko huko Ulaya wanapoandamana wanajifunga nyuso wasioonekana. Sisi unaogopa nini? wakati huko Tanzania vipi? Kijana mdogo wa miaka 16 18 sita huko Tanzania wanataka andamane, wakati wewe huko Ulaya na unaogopa. Haya maajabu makubwa kabisa. Ayuhalmuslimun, Alimamu ibnutaimiata rahimahullah

ndani yake kuna madhara kwa vitendo vyake vya kufanya, vya kufanya huruji. Shari ni kubwa kuliko kheri inayopatikana, kwa maana ni mara chache sana kupatikana kheri katika uwasi, na kilichofanyika ni uwasi na wala sio maandamano. Hayo yanaitwa maandamano ya amani, ni uwasi. Sasa akili kwetu na kwa vijana wetu lazima tukatazane haya mambo. Kila mmoja amwambie mwenzake, komenti mtandaoni, nenda kazungumze, usiwe na aibu. Shekh zungumza, anta muslim, wewe ndio wewe, ni muislam na wewe ndio mwenye haki, usiogope. Ukatishiwa si mtu ana maguo makubwa, si ukaambiwa na mavyeti makubwa, usiogope hilo. Kwani Isa alaihi salam, wanamwita Yesu, alikuwa na mavyeti? Alikuwa na mavyeti, alikuwa na madigri. Kwani maulamaa wetu sisi hawana mavyeti, mana madigrii? Maulama alimamu Rabii bin Hadi ni profesa, ashekh Sudais ni profesa, maulama ni maprofesa. Kwani wewe unadhani hakuna maprofesa? Ma mashekhe sio maprofesa? Unatutisha na degree digrii? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi tunafanya rududi kwa yeyote awe Muislam. Tumefanya raddi kwa makhawariji hapo na kuwataja majina kina Abudi robo na wengineo itakuja kuwa kwa mtu ambaye ni kafir, ambaye anatumia damu zetu, damu za vijana wetu, kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe binafsi. Hilo hatuwezi kulikubali, na jambo hilo tunaiomba serikali isimame kidete, na tunaiombea kwa Allah Subhanahu wa Taala waweze kudhibiti amani na usalama. Hatungi mkono watu kujichukulia hatua mkononi, kwamba umpige yule kwa sababu ni kafir. La, Manhaji yetu ya kisalafi inakataza, lakini serikali tunaiombea kwa Allah iwe thabiti katika kusimamia jambo hili. Si tutazungumza serikali, hata akija akiondoka rais aliyopo, akija akija mwingine, hiyo ndio manhaji yetu. Na kabla ya rais huyu, ndio manhaji yetu, na alikuwa rais sio mwislamu, ndio manhaji yetu, kwa sababu ndio manhaji salaf. Hii ndio manhaji ya wema waliotangulia. Mambo yanaenda kwa mazungumzo ya siri ambayo ndani yake yana ihtiramu yana kuheshimiana, sio maamrisho sio unaamrisha, unatakana ukazungumze uombe mazungumzo kwa ihtiramu, kwa sababu watu wote hapa ni wananchi wa nchi hii, hakuna mgeni wala mwenyeji.